Shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Napenda kukaribisha tena katika kipindi chako pendwa cha Singing In The Spirit, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12 kamili asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV, lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake, ikiwa tunaishi katika majira yaliyonenwa na manabii waliotangulia kwa wana na ukuhani wa kifalme tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake, na sisi hakika tumelishuhudia neno hili kwani tunaliishi. Tunaishi katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake, na katika siku ya leo tutakwenda katika msimu wetu mpya mwingine ambao tunaendelea na kipindi hiki cha Singing In The Spirit, lakini tutakuwa tunaangalia upendo wa Mungu Baba. Kwa hiyo kakaa tayari, mwana wa Mungu ambao unanitazama, mkaribishe mwana wa Mungu mwenzako kwa ajili ya kuendelea kujifunza kwa pamoja upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu ndani ya ufalme wa Mungu, na namna ambavyo jinsi mwana wa Mungu unavyozidi kukua katika kuuelewa na kufahamu upendo wa Mungu Baba, ambavyo it is very easy for you ku overflow katika karama hizi zote za Roho Mtakatifu. Tukiangalia katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8, neno la Bwana linatuambia kwamba kwamba, na hapa mstari na nasema kwamba yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo. Kwa waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa nane imetufunulia kwamba Mungu ni upendo, nasi tunatazamia katika kipindi chote hiki na msimu huu mwingine ambao tunaanza tuzakuwa tunaangalia Mungu Baba ni upendo kwetu, lakini pia upendo wa Mungu Baba ambao tumeupokea katika kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani jinsi ambao ni ambavyo ni msingi na kichocheo kikubwa cha kwa mwana wa Mungu kuweza ku overflow katika karama za Roho Mtakatifu. Na kama ambavyo tunajua kwamba Roho Mtakatifu katika vipindi ambavyo tumejifunza hapo nyuma tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu ndani mwetu ndiye anayetufunulia upendo wa Mungu Baba, tukiangalia katika kitabu cha Warumi, Warumi sura ya tano mstari wa tano. Neno la Bwana linasema natumaini, natumaini halitahayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwamba pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hiyo mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani wetu ni kutufunulia upendo wa Mungu Baba, na ndiyo maana nakwambia mwana wa Mungu Roho Mtakatifu na karama zake ndani ndani mwetu. It is, and the more we understand the love of God the more we overflow katika Roho Mtakatifu na karama zake, na kama tulivyoona kwamba Roho Mtakatifu, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi, kwa mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwetu ni kutufunulia upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu ili mwana wa Mungu unavyo overflow katika karama hizi za kunena kwa lugha, kuimba katika roho, kuomba katika roho. Msingi mkuu wa karama hizi ni upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Lakini pia Roho Mtakatifu ndani mwetu, tumejifunza katika vipindi vilivyopita kuwa yeye Roho Mtakatifu anatufunulia mambo ambayo tumekuwa tume, we, we are freely given by God, kama ambavyo inasema katika katika waraka katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na mbili. Neno la Bwana linasema hivi: lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa roho wa Mungu anatufunulia yale ambayo tumekirimiwa na Mungu. Kisoma katika tafsiri ya Kiingereza inasema kwamba those things which we have been given freely to us by our Abba Father. Kwa roho mtakatifu, anatufunulia vitu ambavyo It was freely given to us by our Abba Father. One of the things that we are given freely to us by our Abba Father ni karama za Roho Mtakatifu. We did not end them. Hakuna mtu ambaye anasema kwamba ameomba sana ili apokee hizi karama za Roho Mtakatifu au amesali sana ili apokee hizi karama za Roho Mtakatifu. It was bestowed unto us. It was freely given to us. Kwa mfano ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari mstari wa nane, neno la Bwana linasema hivi, hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Ukisoma katika katika katika tafsiri ya Amplified Bible nasema kwamba he, he he he bestowed the gift of the holy spirit unto men, he bestowed those gifts unto us Manake, the thing that you have been bestowed, it is given to you. You didn't earn it. Sio kwamba tulifanya kitu fulani ili ku earn hizo gift za Roho Mtakatifu, but it was freely given to us by who? By our Abba Father through the Holy Spirit. Kwa unakuja kuona kwamba msingi mkuu wa hizi karama za Roho Mtakatifu tumezipata freely given to us by our Abba Father through love because God loves us. Kama ilivyo wokovu, tumeupokea wokovu. Ni kazi ya Mungu Baba mwenyewe ambayo tumeipokea kwa sababu ya upendo wa Mungu Baba. Kwa mfano, tukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa alimtoa mwanawe wa pekee out of love, out of love. Kwa u, uokovu ni kazi kami, ni, ni, ni, ni kazi ya Mungu Baba ambayo it is out of love. Hivyo hivyo na karama za Roho Mtakatifu tumezipokea kwa sababu ya upendo wa Mungu Baba. Kwa mfano tukisoma pia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, mstari wa 32, neno la Bwana linasema, yeye asiyemwachilia mwana, mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo hayo, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye kwamba kama alimtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu atakosaja kutukirimia na mambo yote pamoja naye. Mambo yote pamoja naye ni pamoja na hizo karama za Roho Mtakatifu, kwamba it is through love God has given us the gifts of the Holy Spirit. Kwa hiyo understanding ya kwamba Mungu ni upendo, Mungu ametupenda, na wewe mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu unajua kabisa kwamba kwamba ulipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako umezaliwa kwa upendo tukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13, pale anaeleza kwamba tumezaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwili, bali ni kwa mapenzi ya Mungu Baba mwenyewe. It is God kwa na Mungu tumesoma kwanza kwamba Mungu nani ni upendo. Kwa sisi tumezaliwa kwa upendo. Kwa kama tumezaliwa kwa upendo, kila kitu ambacho tunakipokea ndani ya ufalme wa Mungu tunakipokea kwa upendo, it it it was given to us so it is upon us to receive it. Unaupokea huo upendo, unapokea hizo karama, sio kwamba you earn it, but you but receive them by love. Hapa ngoja nikupe mfano. Mwana wa Mungu mmoja ambaye alini face moja kwa moja kwa ajili ya kutaka kujua hizi karama za Roho Mtakatifu, akawa ananiuliza zaidi, akawa ameniambia kwamba yeye tayari amenena kwa lugha, anaweza kunena kwa lugha, lakini changamoto yake moja ilikuwa ni kwamba yani ili aweze kunena kwa lugha alitakiwa kwamba awe labda kwenye kongamano na penyewe aombe muda mrefu azame sana kwa ndani ndio aweze kunena kwa lugha luga. Akawa ananiuliza nafanyaje mpaka ni mpaka niwe kwenye ule uwepo wa hali ya juu. Na akasema pia akiwa akiwa akiwa nyumbani kwake it is also hard kwa yeye kunena kwa lugha mpaka aombe aombe aombe aombe yani, it is something that it takes so long for her to speak in tongue. yani na alikuwa na struggle. Yani mpaka alikuwa naona kwamba she couldn't enjoy the gift kwa sababu alikuwa bado. Kwa umana wa Mungu changamoto mtu alikuwa kwanza ni understanding kwa sababu God is our father and Biblia inasema kwamba I and my father are one. Yohana kumi thelathini. Kwa kitendo cha ye kama right, kama angekuwa najua kwamba yeye na Mungu Baba ni wa moja. And it is very easy to talk to your father whom you know that is so near to you because kwa sababu kwa sababu Biblia inasema kwamba anayenena kwa lugha ananena mambo ya siri na Mungu. You are speaking to your very own father. Sasa, if you are speaking to your very own father, kwa nini una take so long to speak? Kitu kichoka kinamzuia ni understanding. Hakujua kwamba Mungu anampenda na Mungu yuko so near. They are one. Actually, they are one. Sasa mtu ambaye mko one. How can you take long to speak that person? Kwa sababu alitakiwa tu moja kwa moja communicate na babake katika muda wote anaotaka. Kwa mfano kama unavyoona mwana wa Mungu ambao tumezidi kujifunza katika kipindi hiki, sisi tunazifurahia hizi karama za Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kuimba katika roho, kuomba katika roho, ni muda wowote sisi mwana wa Mungu tuna enjoy hizi karama za Roho Mtakatifu, unapika unaimba kwa Roho una, unaoga una, unaomba kwa Roho una, uko wapi? Mahali popote upo, kazini unaweza kaspeak nt. Lakini huyu mwana wa Mungu alikuwa hawezi kufanya hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hajauelewa upendo wa Mungu Baba ambao Bwana amem, kwamba amempatia this thing. it is only because of his love and because of that God loves her so much to the extent kwamba Mungu ana desire kuongea na wewe muda wote kama ambavyo yeye alikuwa anatamani kuongea na Mungu Baba katika lugha yake mwenyewe, lugha ya Roho Mtakatifu, lakini anashindwa kuongea kuwa free katika kufurahia hii karama kwa sababu ya very little understanding of the love of God. Kwa katika kipindi hiki ambacho tunazidi kujifunza na kufunuliwa karama za Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu, utazidi kuona jinsi ambavyo it is very easy for you Uweza ku, ku, ku overflow katika hizi karama za Roho Mtakatifu pasipo kustruggle pasipo kutumia nguvu nyingi. Just because you have understood the love of God kwa sababu msingi mkuu wa kuweza ku overflow katika karama hizi za Roho Mtakatifu ni wewe kufahamu upendo wa Mungu Baba ambao umepewa bure kabisa, you have received it. Kwa mfano tunaangalia katika one of the thing ambao Mtume Paulo anatuambia kwenye, kwenye kwenye Wakorinto kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 14. Mtume Paulo anatuambia mstari wa kwanza kabisa, anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Lakini anasema kwamba na kutaka sana karama za rohoni. Kwa mwana wa Mungu ni It's the matter of kiu na shauku yako ulionayo ya kutaka kuyafahamu haya mambo ya Roho ni, ya kutaka kujua sana upendo wa Mungu Baba, ya kutaka sana kujua haya, kutaka sana kujua karama za Roho Mtakatifu. Anasema na kutaka sana karama za Roho. It's about your desire to the gift of the Holy Spirit. Kiu ham, shauku, tamanio la moyo wako la kutaka kujua, na ndio maana Bwana katika majira na, na, na nyakati hizi ameachilia kipindi kama hiki cha Singing the Spirit ili wewe mwenye kiu, shauku, njaa na hamu ya kutaka kujua sana hizi karama za rohoni, kutaka sana hizi karama za rohoni, ukapate kuzipokea na ukapate kuendelea overflow katika karama hizi za Roho Mtakatifu, kwani one of the beauty of of, of, the, of, the, of, the, of the beauty of understanding the the love of God katika kutembea katika hizi karama za Roho Mtakatifu inakuondolea condemnation kwa mfano kama huyu mwana wa Mungu ambaye nilikuwa na naojiana naye, akawa ananielezea shida yake, pia ilikuwa ni condemnation. Alikuwa anahisi kwamba labda akikosea kitu kidogo, then it is very hard for her ku- kunena kwa lugha, kwa sababu anahisi kama Mungu amemkasirikia. Kwa hiyo inabidi achukue muda, atubu, alie, aombe Ajiweke sawa na Mungu. And then from there yeye yeah, ataweza kuoverflow katika karama za Roho Mtakatifu, kitu ambacho sio sahihi, because you have received salvation by faith. It is the love of God that is bestowed unto you. Kwa katika ku understand huu upendo wa Mungu Baba ingekuwa easy kwake yeye overflow katika katika karama za Roho Mtakatifu na kuomba katika roho pasipo kuwa condemned condemned kwa sababu kwenye Warumi sura ya kwanza anasema kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa huyu mwana wa Mungu right, kama angejua hicho kitu angekuwa as asinge struggle ku overflow na, ku na kufurahia karama za Roho Mtakatifu. Kwa na mimi natamani sana mwana wa Mungu wewe ambaye unanitazama na kunifuatilia, uwe free katika kuenjoy hizi karama za Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kuimba katika roho kuomba katika roho pasipokuwa na kikwazo chochote, kwa sababu it is freely given unto you by the Holy Spirit through the love of God, the love of God ambao the love is God himself through the finished work of Jesus Christ on the cross, ambao umeipokea ulipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Basi kama Mtume Paulo anavyokuambia kwa kwamba zaidi taka sana hizi karama za Roho Mtakatifu, nami nazidi kusitiza mwana wa Mungu taka sana karama za Roho Mtakatifu, na napenda kukwambia kwamba katika kipindi kinachokuja tutazidi kuendelea zaidi na zaidi, tukiufahamu upendo wa Mungu Baba, na tukizidi kufurahia na kunufaika hizi karama za Roho Mtakatifu. Nakuomba sana usije peke yako katika kipindi kinachofuata, mkaribishe na rafiki yako ili wote tukazidi kufurahia na kuzidi kufahamu sana huu upendo wa Mungu Baba zaidi sana tukapate kutembea katika utukufu wa karama za Roho Mtakatifu. Basi mwana wa Mungu, nipende kuambia kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao ya, ya, ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok, tunakwenda kwa jina la Singing in the Spirit 24. Lakini pia unaweza ukatuandikia email kwa ajili ya kutaka kujua zaidi au kutupatia mirejesho yako na shuhuda zako kwa email inayokwenda kwa jina la singinginthespirit24@gmail.com. Lakini pia mwana wa Mungu, nakushauri kuendelea kutupigia kuwasiliana na sisi kupitia namba za simu ambazo zimeambatana na video hii. Lakini pia mimi nakutakia siku njema, na kitu kikubwa na kizuri zaidi nachoweza kukuambia ni kwamba Yesu Kristo anakupenda sana. Karibu tena mwana wa Mungu. Tuzidi kukua kwa pamoja. Shalom, shalom.